Mimi naitwa Omari Msangi, ni katibu wa wafanyabiashara soko la Mbuyuni. E, kipindi hiki nawasihi sana wafanyabiashara wa soko la Mbuyuni wakati tunaelekea katika uchaguzi wa kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge na madiwani hapo ifika hapo Oktoba tarehe 29, kwamba wajitokeze kwa wingi kupiga kura, kwani hii ni haki yao kupiga kura na nchi hii ina amani na utulivu. Wakishapiga kura, warejee katika biashara zao, waendelee kufanya biashara zao na wala hakutakuwa na maandamano, kwani serikali ipo na itahakikisha usalama unakuwepo kwa ajili ya wapiga kura. Kwa hiyo nawasihi sana siku wajitokeze kwa wingi kabisa wapige kura bila hofu yoyote kabisa, na hapa katika soko letu la Mbuyuni tuna kituo chetu cha kupiga kura, wamejiandikisha watu wa kata ya Bondeni. Kwa hiyo pia kutakuwa na uchaguzi utakaofanyika katika eneo letu hili. Kwa hiyo ulinzi utakuwepo, amani na utulivu utakuwepo, na biashara zitaendelea kama kawaida, na watu wa hofu wala wasitishwe wasi kwamba kutakuwa na maandamano aina yoyote na, na wakishamaliza kupiga kura basi warejee katika biashara zao na shughuli zao, kwa sababu miaka yote tumekuwa tukipiga biashara na tukipiga kura hapa na baada ya kura na biashara zao, na wale ambao watakuwa hawa, hitaji kuendelea biashara wanaruhusiwa kurejea katika nyumba zao nyumbani kwao kuendelea na shughuli zao zingine. Kwa majina anaitwa Rashidi Omari e, mimi ni mwenyekiti wa wafanyabiashara wadogo Moshi mjini kwa maana ya wilaya Moshi mjini e, mimi nitaka niongelee jambo moja ama mawili. swala so, kubwa mimi nilikuwa nataka niwasihi e, wafanyabiashara wenzangu wa kwa ujumla. E, kesho kutwa tarehe 29 tukapige kura ili kuchagua viongozi ambao watatufaa kwa ajili ya kesho yetu, maana tukichagua wale ambao hawatufai, majuto ni baada ya miaka mitano me kwao, nawasihi wajitokeze kwa wingi wakapige kura ili kuchagua viongozi ambao wana, tunawataka jambo e, lingine e, ni waondoe wasiwasi e, kwa, kwa, kwa kusema kweli tuwe na amani, kwa sababu kupiga kura kesho kutwa hakutakuwa na shida aina yoyote. Usio na hofu kwamba nikienda kupiga kura siku kuna nini. Hakuna maandamano na nini, kapige kura, ondoka kafanye kazi yako, kama huna kazi ya kufanya akapumzike nyumbani. Kwa hiyo nawasihi sana, tutoke kwa wingi tukapige kura kuchagua viongozi wetu ambao tunawahitaji.